Siku chache kabla Bwana Yesu ajaondoka duniani, kulingana na kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita nisikize kwa makini, anasema akawaita wanafunzi wake, Yohana kumi na nne mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita akawambia, mi naondoka. Yesu aliwambia mi na lazamu kwa Baba, nimemaliza kazi. Baada ya kuwa ameshafufuka kaburini, akasema lakini siwachi yatima, siwachi akasema, sitawacha yatima, nitamuomba Baba naye atawaachia kipawa cha Roho Mtakatifu naye atakuwa mfariji wenu atakuwa msaidizi wenu. Kwa Yesu hayupo, Yesu yuko mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, ambaye yupo amba na sisi hapa chini. naongea habari zake aba aieiupigaa eurata na kanisani anaitwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu tena Mungu. Roho Mtakatifu kitabu cha moja mstari wa nane anasema mtapokea nguvu, kinyume cha wachawi nguvu, kinyume cha magonjwa nguvu, kinyume cha matatizo ya maisha nguvu, kinyume cha tabu na shida, akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini mbona wakristo wengi wana midomo mikubwa ya kuongea habari za Mungu wao, lakini maisha yao yanachoonyesha? Mbona wakristo wengi wana mitomo mikubwa ya kuongea habari za Yesu, lakini wanaatila siku kama sisi watu wengine. Mbona katika maisha yetu kumbia, wana mitomo mikubwa ya kuongea, lakini hawana chochote katika mifuko yao, na wanatamka wana nguvu. Nguvu iko wapi? Nataka na utumbie kidogo, ili tuweze kuona, kwa sababu ukielewa hiyo umepona, usipoelewa hiyo imetoka, utaendelea kupata shida bila sababu. Nisikilize kwa makini. Napenda sasa kumtambulisha kwako Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 16 anasema, naye huyo Roho atakaa ndani yenu, atawafundisha, atawafundisha yote niliyowafundisha mimi. Kwa Mungu Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu anayemwamini Yesu alafu anakuwa pamoja na wewe. Ngoja nikwambie mfano, nilikuwa India kama wiki mbili zilizopita, wengi wakuniona mpaka kanisani kwa. Nilipoenda kule nienda nilipo kufanya masomo fulani kwao, tulitoka Dar es Salaam tukaenda Dubai, baadaye nikaenda India inaitwa New Delhi. Ukiingia India, kitu cha ajabu, kila duka ukiingia unakuta Mungu. Kila duka ukiingia unakuta Mungu. Wangapi wanaingia maduka ya Wahindi? Mwindi ana Mungu, wanamweka Mungu wao kwenye kuta, wanamweka na matunda awanaeana unajaribu kupita kama una duka la mwindo hapo mjini, nenda kapite, utaona wana, wana mungu wao. Kwa hiyo waitwa na mungu wao ndani ya maduka yao, alafu ukiingia pale wale ambao ni makonki konki konki manake ni nini e, wale kubwa, ukitoa hela hela yao inaitwa rupii. Ukimpa unataka kununua kitu, anaichukua kwanza, anampelekea mungu wake, alafu anitumia hela nyingi baraka zako. Nilipoona nikakemea, nikajua mtukusi huyu Ndiyo maana ukipata hela yoyote katika maisha yako, ukipewa hela inaitwa hela, iombee, usije ukachukua hela ukaanza kwenda kutumia kabla na kuiombea. Kuna nguvu kubwa sana kitu hela, hela kazi, kwenye kitu kinaitwa hela, hela yoyote ilikopita, mikono yote iliyopita. Ndiyo maana ukifanya kazi, ingawa sio mzuri kwa waindi wengi, utakuja kuendelea, lazima utalipa gharama, lazima utakaa mpaka uzeeni, unaendelea kutumia Pesa anayokupa siyo yako; imeshatamkiwa, imenuiwa lazima irudi kwake. Ndio maana cha kwanza kukupa mkopo, cha pili atakukalisha chini, anata kujengea hata nyumba, kiuna nyota nzuri siyo tatizo. Pesa ina mkufu, pesa yote maana imekuja kwako, kwa kwa kwa watu wengi sana. Kuna madhabahu nyingi imepita mpaka nengeli kumunumoko kuna kuipata pesa, baba na kushukuru na itakasa pesa naomba hekima ya kutumia na kutumia. Usiende kuchukua pesa paa kuenda kuitumia, utakuwa tajiri, utaendelea kuwa na mahitaji. Utashanga pesa inakuja, magonjwa yanakuja, pesa inakuja, unapata msiba, pesa inakuba, matatizo yanaingia, pesa inakuja, unavamia na waezi, pesa inakuja, nashamba meangusha simu ambao likuwa ni nzuri. aluta kontinua, mi siongerei kuzuio ila naongea kuba. Ukishapita nakutana miungu yao, kwa hio maana yangu ni nini?

nikipiga kichwa kinagoa na kufaulu, lazima upate angalau maswali sitini kati ya themanini. Kwao nimekaa pale kwenye nime chumba cha mtihani kajasho, kuna baridi, kuna hisi, lakini jasho natoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema itakuwaje leo? Nimepanda ndege, serikali imenipandisha mpaka ndege ipanda pesa sivi, alafu nirudi bila cheti. Sisi na naingia uso wa nani. Kwa lakini pia watu watanicheka kwa sababu naitwa mtumishi wa Mungu. Sasa watu wakisema tena wewe mtumishi, ametuheri tena Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni scandal. Mtawatiaje moyo vijana wadogo ambao wanasoma kwa sababu Mungu anaweza kufaulisha. Kwa nikainama chini. Nikakumbuka ah, kumbe siko peke yangu Bwana. Mimi naitwa Sako, lakini ndani yangu kuna mkufu ya Mungu Bwana Yesu asifiwe. Inaitwa roho Tuinama, nikambia Roho Mtakatifu, nakushukuru uko pamoja nami. Biblia amesema, neno lako limesema kwamba wewe ni mwalimu, wewe utanikumbusha mambo, wewe utanisaidia, wewe utaniongoza, wewe utanitia nguvu. Mi sitaki kufeli hapa, nilipo nimebeba Mungu anaitwa Roho Mtakatifu, nahitaji kufaulu. Nikasikia sauti ndani yangu, nikalenda kwenye swahili hapa, nikaliangalia jibu lake hili hapa liandike Kacheka kama watu walikuwa wanaendelea kwenye mtenda kwetu, wanacheka. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda swali lingine, lakini nenda kwenye swali hili hapa, jibu lake hili hapa niandike. Nikacheka tena, nikatoka swali la tano, ilibaki ishirini ya kuweza kufaulu. Nikafika swali kasi. Ah, sasa ume, Roho Mtakatifu yupo ila hatumjui. Nikamaliza mtihani, nikimaliza mtihani majibu ni hapo hapo, ile mitihani ya session ya kompyuta kwa majibu yakatoka, wenzangu ambao nilikuwa nao chani mimi nikatoka kindeni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ko nikaona kiburi, nikasema, "Kuba huyu Roho Mtakatifu ni mzuri. Fanya niwambie kuna mambo hayawezekani kwenye maisha." Kuna watu wanafanya kazi kama tembo lakini wana hata Shetani so, afoni. Sasa si ufanye kazi, mtume nasema, "Fanya kazi chapa bidii, kabebe mzigo uone kama chapa." Kuna neema unatoka uipate. Ni muhimu kufanya kazi, lakini kuna kanema kanatakiwa kusaidie mambo hayo mepesi. Pata ndani yako ametosha. Kitabu cha Wakorintho wa Kwanza sura ya kumi na mbili mstari wa saba mpaka wa kumi na mbili anasema na karama, karama manake vipawa vya Roho Mtakatifu ni ya kwanza ikima, ninakuomba Biblia asema, umeitwa mbele za watu, umeitwa kwenye umeitwa kwenye mkutano, umeitwa kwenye kikao cha ukoo, umeitwa mahali. Kabla ujafungua ni bakuli lako ndo kwanza kuongea, inama chini kidogo, ongea: Roho Mtakatifu, nahitaji msaada, naomba hekima. Naomba nikuambie, utashangaa, kuna kitu kimeingia papo. Alafu ukiongea maneno mawili, watu wasema yes, hii ndio tuko nataka, ulikuwa wapi? Oh, siku zote. Roho ya maarifa: unaweza kuwa ni fundi. Kuna vijana ambavyo inawachua ameokoka, ni mafundi wazuri lakini kazi akifanya ni madudu. Yaani anachua kuchenga lakini anashangana naye na akianza kuchenga tu, mara anatumia simenti ovyo, mara amekuwa hivi nicho tu ovyoovyo tu. Kumbe ntakiwa umepata tenda ya kuchenga, una roho mtakatifu. Roho Mtakatifu nishukishie ukiwa ndani yangu, na kuanza kuchenga, kazi ntakaochenga ikawa nzuri sana, ikajaa utukufu wako. Naomba nikwambie, sio habari ya shule. Wengine shule tumesoma nyingi lakini asijatusaidia ni muhimu, lakini sio sana. Na sasa hivi ndio mbaya zaidi. Mtumishi mmoja wa Mungu akawa awa nasema, jana watoka familia maskini, alafu nasema eti elimu itakusaidia. Elimu haikupi utajiri, haikupi pesa, itakupa maarifa. Sasa unatakiwa utumie elimu ili kusaidie kuweza kupata pesa. Mwisho wa siku utaishiwa kwa jini, chini. Ukiachiwa soko utapata pesa, utapata hela kula na kunywa. Basi. Lakini ukipata nguvu ya Roho Mtakatifu, itakupa ile elimu itaitumia kwa ajili ya kufanya mambo makubwa ya tofauti sio naona yale. Sasa watu wanasema bora mchungaji kama wanaongea mambo mazinga ombwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tupate kitu na kupeleka. Usio na wasiwasi. Nitakwenda kuongelea katika lugha ya kawaida. Biblia, katika kitabu cha Daniel sura ya kumi na mbili mstari wa tatu anasema katika siku za mwisho, au wanaomchua Mungu wao watafanya wa mambo makubwa. Yawezekana ni binti mdogo, yawezekana ni kijana mdogo, yawezekana ni mtu fulani mdogo. Nakumbuka nilipokuwa nyuma, wakati nasoma tulikuwa na mtihani mmoja, kwa kwaukaa nashindana na, ulikuwa na zawadi natolewa kwa mshindi wa kwanza. Sasa unaingia kwenye mtihani unasoma ukurasa wa kwanza <laughs> mpaka wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe, sio kama unasoma lakini uelewe. Unapoangalia unaona umeandika vijuta yote. Bwana Yesu asifiwe. Unainama chini, Roho Mtakatifu, na kutambua, uko nami nikumbushe, nisaidie. Unafungua macho unashangaa, kumbe jibu lake ni hili Jimbo lake ni hili kuna nguvu. Unafanya biashara, biashara imekoma. Sasa hivi mfano, watu wamelima mashamba, mashamba mengi yameharibika, watu wametumia hela nyingi, wametia mbolea wametia, wametia matrekta wanavuna madudu. Badala ya kupiga kelele, kupiga kelele, kulalamika, ingia chumbani kwako: Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu, nimeambiwa kwamba ndani yangu unakaa, nifanyeje sasa nifanyaje sasa? Naomba nikwambie kwambie, majibu anaweza yasiwe pale pale, lakini utashangaa, hatua zako zinaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Utashangaa kuna neema inatokea na kupa connection, kuna msana unatokea wa kimungu.